Uh, uh, nje ya kuwa na hizo changamoto na hiyo minyukano ambayo iliendelea kwenye vyumba vya majadiliano na kufikia mwafaka na sheria kuweko, uh, kuanza kutumika, karibu. Asante kwa kweli, sheria za ardhi eh, kwa kifupi sana api, ni kwamba iliandikwa kwanza sheria ambayo tulivyoiangalia tukashangaa, hii sheria imetoka wapi? Haifanani kabisa na nchi kwa sababu tulikuwa na sheria ya mwaka 1923 sasa akatokea mtu nadhani Mwingereza mmoja alituandikia sheria ambayo haikufanana kabisa, watu hawakukubali. Kwa hiyo ikabidi e, paka undwa. Kwanza alianza jopo kubwa sana lilikuwa linaitwa e, kuna kamati ilikuwa inaitwa kataa, ambayo ile kamati ikaja ikatoa kitu kinaitwa azimio la uhai, ambayo azimio la uhai hilo lilikuwa tunaangalia mambo gani tunayofikiri yanahitajika kwenye sheria ya ardhi kwa nchi yetu na sio kukopi nchi nyingine, nchi yetu. Na ilikuwa imeongozwa na Haki Ardhi hiyo, wakiwepo wakina profesa Shivji, wakina Wanza Kamata, wakina Demere. Hao wote ikawekwa sa ika, ika. mambo yalikwenda kule bungeni mpaka sheria zikwanza zikatoka tatu, eti tunakuwa na sheria tatu. Baadaye zikabaki zikawa mbili, wakasema kutakuwa na sheria mbili, sheria ya ardhi kwa ujumla alafu na sheria ya vijiji lakini sasa, katika majadiliano, palikuwa na ugumu sana, kwa sababu kwanza kulikuwa kuna swala la watu wanataka hizi sheria za kimila zitambulike, wengine tuna wasiwasi sheria za kimila zikitambulika ndio zile ambazo zinatuminya wanawake, hatupati haki. Pakawa na wazo jingine kwamba tukawa tunasema tunataka swala la haki za wanawake lionekane moja kwa moja kwenye hizo sheria. Wengine wakasema hapana, tukianza kusema mbona kama sisiki nasikika ya, kama wakaanza kusema kwamba kama tukianza kusema mambo ya wanawake tutakosa hiki kikubwa tunachokitaka. Ile ikapelekea tukagawanyika, wote tuko kwenye uhai, lakini mwisho ikaundwa kitu kilichoitwa Gender Gender Land Land Task Force Gender Land Task Force. Ilikuwa ni kamati ambayo yani kikosi kazi cha kuangalia masuala ya jinsia katika zile sheria ya kazi ambacho kiliongezwa kiliongozwa na taula ile Uhai iliendelea ikawa inapambana, na sisi wengine tuko kote kwenye Uhai, tuko na huku kwa lenda lenda e, Gender Land Force, ambapo kule tulikuwa tunataka kuhakikisha swala la haki za wanawake linawekwa kweupe lionekane, sio mambo ya kusema mki, ukiona, ukiona, ukiona me ujue na ke yuko. Hapana, tunataka kuona me na ke, na bahati nzuri ikakubalika kwenye, ukiangalia kwenye hizo sheria tumekapata sheria mbili, sheria namba 4 ya mwaka 1999 sheria ya ardhi na sheria ya ardhi ya vijiji ya mwaka 1999. Ukiangalia ibara ya tatu ya sheria zote mbili inaeleza kabisa kwamba eh, haki ya kupata kumiliki kutumia ardhi E, itakuwa sawa kwa mwanamume, e, kwa mwanamke kama ilivyo kwa wanaume. Iko kabisa imeandikwa hapa. Wanasema nani express, yani iko wazi kweupe. Na hiyo sasa hayo matokeo hayakutokea tu, palikuwa na michuano mingi mingi mingi. Napenda pia kumkumbuka e, mama yetu, Mama Tabita Suwale ambaye sasa hivi ametangulia mbele za haki jamani, naye alisimama sana huko bungeni sana sana, akitetea masuala hayo ya haki ya ardhi za wanawake na wamama wengi sana, yani siwezi kuwataja wengi, yani wote waliokuwa wanaenda bungeni, tunarudi tunapeana mrejesho na kwenda wakina mama Robangira, wakina mama Rose Mary Rusimbi, hawa yani ni kazi zilikuwa sio ndogo Mnarushiana leo hivi leteni hiki, mnapeleka hivi mpaka vikaweza vika kutokea. Kwa hiyo tukapata hizo sheria mbili ambazo kwa kweli sasa hivi tulisema ni sheria nzuri ingaje, wakati mwingine zikaanza kuleta shida kwenye mambo hasa ya mikopo na nini, lakini kama mnavyojua sasa hivi mtu akitaka kukopa akakuweka ardhi yake rehani, ni lazima kama ameoa ama ameolewa, mwenza wake aweke saini kwa sababu unaweza kukuta ardhi imechukuliwa huna habari yote. Hayo ni matokeo ya hizo sheria ambazo kwa kweli zilipiganiwa sana na ni mambo ambayo katika tukiwa e, tunaongelea mambo ya haki za wanawake, ni mambo ambayo yalikuwa hayako wazi. Watu wanafikiri kama umeolewa wewe, shida yako nini? Lakini unaweza kuwa umeolewa, lakini una haki kwenye ardhi ambayo usipo usipopewa inakuwa shida. Na ardhi ya vijiji pia, ardhi ya vijiji tumekuwa, baada ya hapo tukaenda kutoa elimu ya hizo ardhi ardhi ya vijiji walikuwa, ukiwa binti hauwezi kupata ardhi, ukiwa mke wa mtu huwezi kupata ardhi. Lakini sheria inasema kila mtu mradi amefikia umri wa miaka kumi na nane anaweza kupata ardhi. Kwa hiyo ilibidi kwenda kutoa elimu huko vijijini, lakini hata vile vi, vyombo vya maamuzi tukahakikisha kwamba e, chombo cha kuna baraza la ardhi la kijiji pawepo na wanaume na wanawake, wasipungue wanawake watatu kwenye hilo na ki, chombo kingine cha pili hivyo hivyo cha maamuzi wasipungue wanawake, yani katika watu saba lazima watatu angalau wawe wanawake. Vyote hivyo vimesaidia kuhakikisha sauti ya wanawake pia iko katika vyombo hivyo vya maamuzi. Asante sana, dada Helen Nijia